Uwezo kaenda vitani yani hebu pata picha eh, ile vita ya Kagera iliyotokea Vipi wanajeshi ile siku anawaambia leo mnaenda kupigana na Nduli Diamini wangeanza manaake au wanashindwa hata kabla hawajafika wapi vitani leo walokole wengi ni watu wa kulialia kulalamika yani malalamiko kwa Mungu hayaishi Mungu nioni mimi nipo hapa wewe mali zipo mikononi mwanani mwa shetani Mungu amekuona Ndo maana amekufanya kuwa mtoto na amekupa nguvu, amekupa mamlaka. Anaposema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu na zote za adui, maana yake una mamlaka ya kusema shetani inakunyang'anya leta. Amen. Unaniona ninachokuambia, lakini hiyo ni levo ya kiroho ambayo lazima ujinizamishe, kuzama kwenye maombi na kuzama kwenye neno. Amen. Kuna wengine kweli ni wazuri kukemea. Nikisema tukemea hapa yani tukemee, niseme mtumishi yani, sasa hivi ngoja niwaambie.